Mawifi leo mmefikiwa, mawifi ya ye? <laughs> mawifi <ya! laughs> mawifi tialala mawifi tibi. Alright uh, nataka tuzungumze hili swala hapa. Uh, hili halina ubishi. Tabu inayopatikana ni ya nguo kuchanika hapa. Hawa wanaojulikana mawifi, inakuwa mtihani katika ndoa, japo na wao huwa ni mawifi. Yani inakuwa hapaeleweki. Hebu wadada, tupeni elimu, inakuwaje ni nini kinacholeta chuki hapa? Ni matunzo unayompa mkeo wewe kama kijana ama ni kitu gani? Swali langu kwako msikilizaji ni ni kwa nini mawifi huwachukia wake za ama wake wa kaka zao? Mbona? Hmm. Na nina sababu ya kuuliza hili swali leo, takuwa tunajua hapo baadaye, lakini kwa sasa ni kwa nini mawifi, japo si wote, kuna wengine wanapatana sana wana ngino umeshikana vizuri kweli, mpaka hao ndio watetezi wa bibi za, za, za, za, za ndugu zao kaka zao. Unamkorofisha eh? Hapa dadako anakuja juu kweli. Kaka, kwani imekuaje? Mbona wifi yangu unamfanya hivi mbona? Eh, iwe hivi, mbona hukuuliza, mbona hujafanya hiki? Ndugu yangu, unadanganywa huyu mwanamke yako, hivi yako, yani anamtetea, alafu upate wale wanapiga makofi kikiu, maana wanapiga kofi eh? Nilisema tweweru nilijua tu indo aendi mahali kimeamana huko ndani, njosikie wanaitana <laughs> atumana koko wenu swali <laughs> langu kwako msikilizaji ni kwa nini mawifi huwa hahuchukia wake za kaka zao? Koko FM, ladha ya pwani.